Kwingineku familia moja katika eneo la Kuria inalilia haki baada ya mwana wao kupoteza maisha katika njia ya tatanishi katika shule ya sekondari ya wasichana ya Moi Nyabohanse. Familia Evans Mohere, babake msichana huyo anaeleza kuwa alipigwa na butwa baada ya kuarifiwa kuwa mwanawe aliaga dunia usiku wa Jumapili baada ya kuelezwa kuwa alikimbizwa hospitalini baada ya kuteleza na kuanguka katika mazingira yasiyoeleweka. Mtoto hakuwa mgonjo. Huyu mtoto nilipouliza hakuwa mgonjo. Hata mwalimu nilimuuliza mtoto aliugua, akaniambia hakuugua. Ilifikacha kafa. Nikauliza tangia huu mwesi mtoto ya maikuugua, wakaniambia mtoto hajawahi kuugua. Sasa ilikuwaje? Wakaniambia kwamba mtoto alianguka. Alipoanguka anguka, mulichukua hatua gani? Wakasema kwamba mtoto walimkimbiza hospitali. Sasa hiyo hospitali, nani msasi alichua? wakanyamaza ni sasa kuchua ni kifo hapa hawaku ni chibu ha, kisa cha maana wanatuambia walimpeleka hospitali tatu hatujui walimpeleka hospitali ipi na ipi walimtoa kwa hospitali mara ya pili wakampeleka mochari direct walisain aje id ambayo walisain nayo ni ya mzazi wao ama ipi walitusaidia tu wanaleta ambulensi ya shule Kuturahisishia maneno um, tupate tena fursa ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa za michezo. <tune>